Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya saba na ya nane. Niyo kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika neema ya Mungu katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Na mimi naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mtu wa Mungu mahala popote ulipo tuweze kuungana kwa pamoja. Unaweza pia ukatufuatilia YouTube na Facebook katika chaneli zetu za Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa nafasi ya kuendelea kusoma zaidi na kwa ukaribu zaidi. Pia andaa Biblia yako karibu ili tunaposoma na wewe unafuatilizia itakusaidia pia kuwa rohoni na kuendelea kuimarishwa. Basi tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante ni siku nyingine tena na muda mwingine ambao unatuwezesha wanao kukutana kwa ajili ya kusoma. Ee Mungu, neno lako ni chakula, ni taa na ni mwanga. Tunaomba Roho wa Mungu uje umsaidie kila mwanao hapa kuweza kuelewa, na kila mmoja umpe ufunuo binafsi, na utusaidie kutembea katika sauti yako kwa neno lako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Watu wa Mungu, karibuni sasa, tuungane, tuanze usomaji. Sura ya saba. Ikatokea ya kuwa ndugu saba pamoja na mama yao walikamatwa kwa amri ya mfalme na kuteswa sana kwa mijeledi na mapigo ili kuwashurutisha kuonja nyama marufuku ya nguruwe. Mmoja akajifanya mnenaji wao akasema, wataka kuuliza nini na kujua nini juu yetu? Sisi tu tayari kufa kuliko kuzivunja amri za wazee wetu. Mfalme akaghadhabika sana, akaamuru yapashwe moto masufuria na makaango nayo, na yalipokolea alitoa amri ya kumkata ulimi yule aliyekuwa mnenaji wao na kumchuna ngozi ya kichwa na kuikatia mbali mikono yake na miguu yake machoni pa ndugu zake na mama yake hata alipokubali kiwiliwili tu aliagizwa aletwe motoni angali yu hai akaangwe katika kaango moshi wa kaango ulipoenea watoto na mama yao walitiana moyo wafe kwa ushujaa wakisema bwana mungu anatuangalia naye kweli atatuonyesha rehema kama Musa alivyosema katika wimbo wake unaowashuhudia waziwazi, atawahurumia watumwa wake. Wa kwanza alipokufa, hivyo walimleta wa pili adhihakiwe. Wakamchuna ngozi ya kichwa pamoja na nywele zake, wakamuuliza, Je, utakula kabla ya kuteswa viungo vyote vya mwili wako? Akajibu kwa lugha ya wazee wake, akawaambia "La!" Basi yeye pia aliteswa yale mateso yote kwa mfululizo kama yule wa kwanza. Naye alipokuwa kufani alisema, wewe mdhalimu, unatufarakanisha na maisha ya sasa lakini Mungu wa ulimwengu atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake, hata tupate uzima wa milele na baadaye. Yake alidhihakiwa yule watatu, naye mara alipoagizwa alitoa ulimi wake akanyosha mikono yake bila hofu, akasema kwa ushujaa, kutoka mbinguni nalipewa hivi na kwa ajili ya amri za Mungu na vihesabu kuwa si kitu, na kwake anatumaini kuvipokea tena. Hata mfalme na watu wake walishangazwa kwa roho ya kijana huyo, kwa jinsi alivyodharau maumivu yake. Akiisha kufa huyo, walimtesa na wanne na kumtendea mabaya yale yale. Naye alipokaribia kufa alisema hivi, ni vema kufa kwa mikono ya wanadamu na kuzitazamia ahadi zilitokazo kwa Mungu kuwa tutafufuliwa naye, lakini kwako wewe hakuna ufufuo baada yake. Wakamchukua watano na kumtenda vivyo hivyo vibaya mno. Naye akamtazama mfalme akasema, “Wewe, ingawa u kiumbe tu, una mamlaka juu ya watu, kwa hiyo watenda upendavyo. Lakini usifikiri ya kuwa taifa letu limetupwa na Mungu. Endelea tu, nawe utaona uwezo wake mkuu, jinsi atakavyokutesa wewe na uzao wako na baada yake, walimchukua wasita, naye walipokuwa alipokuwa kufani, alisema usidanganyike. Bure sisi tunateswa hivi kwa sababu ya dhambi zetu wenyewe, kwa kuwa sisi tumemkosa Mungu wetu, ndiyo sababu mambo haya ya kutisha yametupata. Lakini usifikiri utaepukana na adhabu wewe uliyejaribu kupigana na Mungu. Lakini aliyekuwa wa ajabu hasa na kustahili kumbukumbu la heshima ndiye yule mama, maana aliwaona wanaye saba wakifa kwa siku moja, wakistahimili watu moyo thabiti kwa ajili ya matumaini aliyoyaweka kwa Bwana kwa roho dari aliimarisha tabia yake ya kike kwa ushupavu wa kiume, akamfariji kila mtoto kwa lugha ya wazee wao akisema: jinsi mlivyoingia tumboni mwangu sijui, si mimi niliyekupeni roho na uzima, wala si mimi niliyeziunga sehemu za miili yenu, bali ni yeye muumba ulimwengu yeye, yeah, aumbaye wanadamu na kukusudia chanzo cha vita vyote. Naye kwa rehema zake atakurudisheni roho zenu na uzima wenu, kwa kuwa ninyi sasa mnajihesabu kuwa si kitu kwa ajili ya amri zake. Antioko alijiona anafedheshwa lakini bila kuangalia mzaha wa maneno yake, alimsi ule mdogo, maana alikuwa yungali hai. Akamwambia si kwa maneno tu, ila pia kwa kuapa ya kuwa kama ataziacha sheria za wazee wake, atampatia mali nyingi na hali njema, tena atamfanya mmoja wa rafiki zake na kumkabidhi kazi za ufalme. Yule kijana asipokubali, alimwita mama yake akamtaka amshawishi mtoto ajiokoe. Akasema naye kwa maneno mengi, hata mwisho alikubali kumshauri mwanaye, akamwinamia na huku anamdhihaki yule mfalme mkali Akasema hivi kwa lugha ya wazee wake, mwanangu, unirehemu mimi niliye kuchukua tumboni mwangu kwa miezi tisa na kukunyonyesha kwa miaka mitatu na kukutunza na kukulea mpaka sasa, na kusii. Mwanangu, inua macho yako utazame mbinguni na nchi, ukaone vitu vyote vilivyomo Fahamu kwamba Mungu hakuviumba kwa vitu vilivyokuwepo, na ndivyo alivyofanya wanadamu pia. Usiogope muaji huyu, jionyeshe umestahilika sawasawa na ndugu zako. Kubali kufa kwako, ili kwa rehema ya Mungu nikupokee tena pamoja na ndugu zako. Hakudiriki kuyamaliza maneno yale, ila ule kijana alisema, mnangoja nini? Mimi siitii amri ya mfalme, bali naitii amri ya sheria waliopewa baba zetu kwa Musa. Wewe uliyebuni kila namna ya uovu juu ya Waebrania, hutaokoka kabisa katika mikono ya Mungu. Sisi tunateswa kwa ajili ya dhambi zetu wenyewe, na kama Mungu wetu aliye hai atuonya na kutuadhibu katika hasira yake ya kitambo, atapatanishwa tena na wale walio watumishi wake wenyewe. Ila wewe mtu mbaya, mwovu kuliko wote, usijivune katika jeuri yako na tumaini lako la bure na kuinua mkono wako juu ya wana wa mbinguni. Maana hujaepukana na hukumu ya Mwenyezi Mungu au naye yote. Hawa ndugu zetu waliovumilia maumivu mafupi wamekunywa sasa chemchemi ya uzima wa milele katika agano la Mungu, bali wewe katika hukumu ya Mungu utapokea kwa kipimo cha haki adhabu za jeuri yako. Mimi kama ndugu zangu, natoa mwili wangu na roho yangu kwa ajili ya amri za baba zetu, nikimsihi Mungu alifadhili taifa letu upesi. Kwa mateso na mapigo, akulazimishe wewe kukiri kwamba yeye ndiye Mungu peke yake na katika mimi na ndugu zangu hasira ya Mungu ikomeshwe ambavyo kwa haki imelishika taifa letu lote. Mfalme akakasirika mno na kuona uchungu kwa jinsi alivyodhiakiwa. Kwa hiyo alimtesa huyu vibaya kuliko wale wengine, naye pia alikufa yusafi, akimtumainia Bwana kwa moyo wake wote na baada ya wanawe wote alikufa huyu mama. Hapo yatosha juu ya dhabihu na ukatili wa kishenzi wa mfalme. Sura ya nane. Basi Yuda aitwaye Makabayo na wale waliokuwa pamoja naye walipitia katika miji kwa siri wakiwaita jamaa zao na kuwachukua wale waliokuwa wamedumu katika dini ya Kiyahudi, hata wakakusanya watu wapatao elfu sita. Nao walikuwa wakimwita Bwana wakimsii awatazame watu wanaonewa na wote na kulihurumia hekalu lililotiwa unajisi na watu waovu na kurehemu mji pia ulioacha ukiwa karibu na kuangushwa chini, ayangalie damu iliyomlilia na kuyakumbuka maangamizi mabaya ya watoto wachanga wasio na hatia na makufuru juu ya jina lake, na kunyoosha jinsi anavyochukia uovu. Makabayo akiisha kuyaratibisha mambo ya kikosi chake watu wa mataifa walimona hashindiki, maana sasa hasira ya Mungu ilikuwa imegeuka rehema. Alishambulia miji na vijiji bila kutazamiwa, akavichoma moto. Alijitwalia mahali penye maana, akishinda adui si wachache. Kwa mashambulio hayo alitumia hasa wakati wa giza. Sifa za usujaa wake zilivuma sana kila mahali. Basi Filipo alipomwona huyu anaendelea kujichukulia ardhi kidogo kidogo na kuzizidi kufanikiwa, alimwandikia Tolemayo, liwali wa Koeleshamu na Fonieki kumtaka ampelekee mfalme msaada. Mara Tolemayo alimchagua Nikano bin Patrokilo, mmoja wa rafiki wakuu, akamtuma pamoja na watu wasiopungua ishirini elfu wa mataifa yote ili aliharibu taifa lote la Wayahudi, na pamoja naye alimpeleka Gorgia, jemedari mwenye mazoea mengi katika mambo ya vita. Lakini nia ya Nikano mwenye mwenyewe ilikuwa kuwauza Wayahudi utumwani apate kuzitimiza zile talanta elfu mbili mfalme alizodaiwa na Warumi. Basi bila kukawia, alipeleka kwenye miji ya pwani kuwataka wanunue watumwa wa Kiyahudi, akiahidi kuuza watumwa tisini kwa talanta moja asitazamie hukumu itakayomwangukia kutoka kwa Mwenyezi. Yuda alipopata habari za mashambulio ya Nikano na kuwapa wafuasi wake habari za kuharibia jeshi lake, wale waliokuwa waoga na wenye shaka juu ya uamuzi wa haki wa Mungu walitoroka wakaenda zao. Wengine waliuza yote yaliyowasalia wakamwomba Mungu awaokoe na yule mpotovu Nikano aliyewauza kabla hawajakamata, wakamsi afanye hivyo, ikawa si kwa ajili yao wenyewe, lakini kwa ajili ya maagano waliyoyafanya na babu zetu, na kwa kuwa wameitwa kwa jina lake takatifu la kutukuzwa. Makabayo alipowakusanya watu wake, jumla yao elfu sita, aliwaambia wasiogope wingi wa watu wa mataifa wanaowashambulia bila sababu, bali wapigane nao kwa ushujaa, wakiwaweka mbele ya macho yao mambo ya jeuri yaliyotendwa pasipo haki juu ya mahali patakatifu na ukorofi uliofanyiwa mji uliodhiakiwa, na tena utawala waliourithi kwa wazee wao walivyoondolewa. Akasema wao kwa upande wao wanategemea silaha na matendo hodari, bali sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu ambaye kwa mwinamo wa kichwa tu aweza kuangusha, si kwa peke yao wanaotushambulia ila na walimwengu wote pia. Kisha aliwakumbusha habari za msaada uliotolewa mara kwa mara zamani za wazee wao, jinsi katika siku za Senakeribi watu mia thelathini na tano elfu walikufa, na katika mapigano yaliyofanyika huko Babeli juu ya Wagalata, walipigana watu elfu tano tano tu pamoja na Wamakedonia elfu nne, na Wamakedonia walipokuwa katika hatari ya kushindwa, wale elfu nane waliangamiza wale mia na ishirini elfu kwa msaada uliotoka mbinguni wakaleta nyara nyingi sana. Baada ya kuwatia moyo kwa maneno hayo, wale wawe tayari kufa kwa ajili ya sheria yao na nchi yao, aligawanya jeshi lake katika vikosi vinne, akawaweka ndugu zake Simoni, Yusufu na Yonasani pamoja naye kuwa wakuu wa vikosi akimpa kila mtu watu elfu na mia tano na pamoja na Eleazari ili asikosme kitabu kitakatifu mbele ya watu. Akawapa neno la shime, msaada wa Mungu, akatoka akiongoza kikosi cha kwanza, akafunga vita na Nikano. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu waliua adui zaidi ya elfu tisa wakajeruhi na kuchangua wengi zaidi wa jeshi la Nikano, wakawafukuza wote, wakaipata ile fedha ya watu waliokuwa wamekuja kuwanunua. Lakini baada ya kuwafuatia kitambo walisimama kwa kuwa mchana unakwisha. Ilikuwa mkesha wa Sabato, ndio sababu hawakuweza kuwafuatia zaidi. Basi baada ya kuzikusanya silaha za adui na kuwanyang'anya mali zao, walishughulika na mambo ya Sabato wakimwamini Bwana na kumshukuru sana, aliyewaokoa siku hiyo na kuwawekea chanzo cha rehema zake. Sabato ilipokwisha waliwagawia majeruhi na wajane na yatima sehemu za nyara. Na baki yake waligawana wao na watoto wao. Walipokwisha kufanya hayo walimsii Bwana mwenye rehema akubali kupatanishwa kabisa na watumishi wake. Katika mapigano mengine na majeshi ya Timoteo na Bakide, waliuawa watu zaidi ya ishirini elfu. Wakakamata ngome ndefu sana, wakapata mateka mengi mno. Wakawapa majeruhi na wajane na watima na wazee sehemu sawasawa na sehemu zao. Wakazikusanya silaha za adui, wakazipanga kwa uangalifu katika ngome kuu, na mali iliyobakia wakaileta Yerusalemu. Walimuua jemedari wa jeshi la Timoteo, mtu mwovu sana aliyewatenda Wayahudi mabaya mengi. Tena walipokuwa wakiushangilia ushindi wao katika mji wa babu zao, waliwachoma moto wale walioteketeza milango mitakatifu, pamoja na kil, kilisene na wengine waliokuwa wamekimbilia kibanda kidogo kujisalimisha. Hivyo watu hao walipewa malipo na haki ya utukufu wao ya ukufuru wao. Naye ni kano mwenye kulaaniwa mara tatu aliyewaleta wachambuzi elfu, kuwanunua Wayahudi, kwa msaada wa Bwana walidhiliwa na wale aliyowahesabu kuwa si kitu kabisa kambidi ya vwengo zake za rasmi na kwenda pekee kama mtumwa mtoro, akipita njia za kando kando, hata akafika Antiokia. Sudi yake maangamizo ya jeshi lake tu. Yee aliyeahidi kukusanya fedha iliyodaiwa na Warumi kwa kuwakamata watu wa Yerusalemu, alitangaza kwamba Wayahudi wana shujaa anayewapigania, na kwa sababu hiyo Wayahudi hawakushindi hawashindiki wakizifuata amri alizozitoa.